Juu kabisa ya milima leo inatokea bonge moja la ajali ambayo ilikuwa na wahusu wasanii kwenye tasnia ya uigizaji, lakini pia kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wanahusika kuweza kucheza stanti ndani ya hili eneo bwana. Watu wengi walikuwa wamepoteza maisha, ikiwemo mshikaji mmoja ambaye alikuwa anatambulika Ando, lakini pia ndani ya hii safari kulikuwa kuna mwamba mmoja ambaye yeye alifanikiwa kupona mshikaji huyo bwana, yeye alikuwa anatambulika kwa jina la Benze. Baada ya kupona, akaamua kuweza kumchukua mke wa rafiki yake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Ando. Bimdada huyo alimwachia mtoto wa kiume aliyekuwa anatambulika kwa jina la Pavi. Hivyo Benze leo anaamua kumuua mke wa rafiki yake, lakini pia hata mtoto wake wa kiume, akamfanya kuwa ni mtoto wake. Maisha yao akawa ni mazuri sana, na hatimaye kwa sasa walikuwa pia wameweza kupata mtoto mwingine wa kike. Familia hiyo walikuwa wanaishi kwa furaha pamoja na upendo. Benze alikuwa hana kazi nyingine zaidi ya kuendesha taksi. Kwa sasa alikuwa ameachana kabisa na mambo ya kucheza stanti kwenye filamu, hivyo kazi yake kubwa alikuwa anategemea kuingiza kipato chote kupitia ya kuendesha taksi ebana, maisha alikuwa ni mazuri sana. Leo kijana wake anakuja pamoja na marafiki zake ambao alikuwa anasoma nao chuo. Sasa kipindi ambacho mzee alikuwa ametoka kidogo, Bavi anawapatia funguo ya baba yake washikaji, kisha anaondoka na ili gari kwenda kupiga nalo misere kitaani ebana. kwa bahati mbaya, katika purukushani za kuendesha hili gari sio akaligongesha. Mzee alifika hapa, akamaindi sana kuona gari lake limeweza kuharibiwa upande wa mbele, kwani yeye alikuwa analipenda sana hili gari. Hasira zinampelekea mpigia kibao mwanae. Kijana kama indi sana na inakuaje? Mzee anampiga kibao mbele ya marafiki zake, akaamua kuondoka kuelekea chuoni na kukataa kabisa kupokea simu ya baba yake wala kuweza kumsamehe. Japo Benzi alijaribu kumpigia simu mwanaye ili kuweka tofauti zao pembeni, lakini kijana akamkazia baba yake, yeye akawa anaongea na bibi mkubwa pekee. Mshikaji kabidi aweze kulipeleka gari lake gereji. Kipindi ambacho lilikuwa linatengenezwa, anapigiwa simu na kuelezwa kwamba mzee ambaye mlikuwa mnaheshimiana sana, lakini pia mzee aliyekufundisha kazi ya kuingiza pesa mjini ameweza kututoka. Benzi, akiwa na huzuni sana, anafika eneo la tukio na kumpumzisha huyu mzee, lakini kipindi ambacho yeye huzuni ye zilikuwa zimetanda upande wa pili kwa kijana wake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Apavi. Tunamwona alikuwa yupo na mahusiano na binti mmoja ambaye baba yake alikuwa ni askari polisi mkorofi sana. Eh bwana, mshikaji anamweleza binti, usijali, familia yangu atakupenda, japokuwa baba yako anakutesa, lakini pia hauelewana naye mara kwa mara. Naamini siku nikikutambulisha kwa Benzi, basi naye atakuchukulia uangalifu na kuweza kukupenda kama binti yake. Binti kwao kulikuwa kuna pesa ya kutosha, lakini alikuwa hazifurahi kabisa. Furaha yake pekee ilikuwa inapatikana kwa Apavi, lakini leo baba mtu baada ya kugundua binti yake alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na kijana ambaye alikuwa hana maisha ya kueleweka, e bwana, akapandwa na hasira zisizokuwa za kawaida, akawa anahitaji kumtafuna binti yake. Huu ni mkuu wa kituo anayetambulika kwa jina la George. Akaona ni bora aache kumgombeza binti yake, akaenda kumtafuta Pavi, na baada ya kumfikisha ndani ya kituo cha polisi akampatia kesi hakuweza kuuza bangi. Kama hiyo haitoshi, kipindi ambacho alikuwa anamfanyia mahojiano ili kijana aweze kuikubali kesi ambayo yeye alikuwa hajaifanya, Pavi akaongea maneno ambayo ya naashiria kwamba alikuwa nafahamu siri nzima ya familia ya George, alikasirika akaamua kumwangamiza Pavi, huku msaidizi wake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Beni akiwa anashuhudia kila kitu. E bwana mzee wa kazi ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Benz baada ya kurudi safari, nampeleka mpaka ndani ya kituo cha polisi, kwani kwa sasa anaelezwa kwamba gari lake lilikuwa limekamatwa. Kwani inasemekana mtu ambaye alikuwa akamwachia gari lake gereji alifanikiwa kuweza kulichukua na kuweza kufanya kazi ya kusafirisha bangi kwenda kuiuza katika mji mwingine, hivyo anaelezwa kama anahitaji kulipata gari lake, basi inabidi aweze kumtafuta huyo kijana. Benze alipagawa sana, lakini kipindi ambacho alikuwa anaendelea kulifuatilia ili gari lake bwana, pasina yeye kuweza kujua, Beni ambaye alikuwa ni msaidizi wa George akafanya kazi ya kuchukua mwili wa kijana pavi na kwenda kuweka katika buti la gari la mshikaji wetu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Benzi da I say. Mwamba alikuwa atambui hili wala alileelewa, anamfuata George na kumweleza juu ya kesi ya gari lake ambalo alikuwa akapatiwa. George akamwonea huruma mshikaji na kumweleza gari hili, basi haina shida, tutakuachia uweze kuondoka nalo, lakini cha kwanza inabidi utupeleke harusini, kwani siku hii ya leo mmoja kati ya askari polisi dada yake alikuwa anaolewa. Benzi baada ya kuwapeleka ndani ya harusi alitambua ya kwamba ataruhusiwa lakini George akamweleza, anabidi ukae mpaka harusi itakapoisha ili uturudishe nyumbani. Usiku wa manane, Benzi anaamshwa na kuelezwa twende tupeleke juu kabisa ya milima, katikati ya misitu kuna jambo ambalo tunahitaji kwenda kulifanya. Benzi kwa kweli alikuwa anahitaji kuweza kupatiwa gari lake, hivyo akafanya tu kama jinsi ambavyo George alikuwa anamweleza lakini katikati ya safari George anamweleza Benzi ya kwamba sisi, lengo letu la kukuleta ndani ya hili eneo, tunahitaji ufunge domo lako kwa chochote kile utakachokishuhudia, kwani nyuma ya buti ya gari lako kuna mwili wa kijana ambaye tumemwangamiza. Sasa mshikaji bwana leo anashangaa kijana anatolewa ndani ya buti lake na kwenda kufukiwa katikati ya msitu, pasina kutambua huyu ndio kijana wake Pavi. Mshikaji anafanikiwa kurudi nyumbani, lakini baada ya kufika, mbwa akaanza kubweka, ishara ya kuonyesha kwamba kulikuwa kuna kitu ambacho hakipo sawa sawasawa. Lakini pia cha kushangaza hawa mbwa akawa anabweka kwa kuelekea nyuma kabisa buti la gari la mtaalamu wetu Benzi. Huenda labda akawa tayari wamesha sensi ya kwamba nyuma hili buti kulikuwa kuna mwili wa mshikaji aliyekuwa anatambulika kwa jina la Pavi. Lili anagundua shati la mme wake lilikuwa lina damu, anamuuliza ni kipi ambacho kimeweza kutokea, mshikaji akawa hana majibu yoyote ya kumpatia mke wake. Lakini pia bimdada anamweleza mme wake, kijana wao ana siku kama mbili tatu hapokei simu yao, hivyo kama itawezekana, basi aelekee chuoni kwenda kumwangalia ya Benzi baada ya kufika anaelezwa na marafiki wa Pavi ya kwamba mshikaji wao ana siku kama tatu toka aondoke kurudi nyumbani kwao. Benz akashangaa sana, mbona kijana wake hayupo nyumbani? Na hili jambo lilikuwa sio la kawaida kabisa, kulifanya safari inampeleka mpaka ndani ya kituo. Lakini kipindi ambacho alikuwa anaingia, bwana anamshuhudia Ben akitoa moja kati ya pleti namba kwenye pikipiki ambayo ilikuwa na fanana kabisa na kijana wake, lakini yeye akapuzia na kuingia ndani kwenda kutoa ripoti ya kwamba kijana wake alikuwa amepotea. George na moyo anamweleza usijali, kijana wako atarudi siku sio nyingi, kwani huenda kuna sehemu labda atakuwa kapitia kwenda kulabata au atakuwa na hasira bado kutokana na kofi ambalo ulikuwa umempiga. Benze akapiga moyo konde. Leo kipindi ambacho alikuwa anasafisha gari lake bwana upande wa nyuma, anafanikiwa kutana na waleti ambayo ilikuwa namilikiwa na kijana ambaye mwili wake aliwasaidia maskari polisi kwenda kutupa katika msitu ambao ulikuwa unapatikana juu kabisa ya milima, lakini baada ya kuifungua hakuamini macho yake, kwani ilikuwa ni waleti ambao a anamilikiwa na kijana wake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Pavi Da. Hello, asikuambie mtu. Benzi alilia utadhani alikuwa ni mtoto mdogo, lakini hapa akaamua kuweza kuchukua maamuzi mkononi, akaenda kumteka mmoja kati ya askari polisi ambaye naye alihusika siku ile kwenda kutupa ule mwili na kwenda kumfanyia mahojiano. Askari anamweleza yeye siku ile alikuwa hafahamu kitu chochote, michongo mizima inabidi aweze kumuuliza Joji kwani yeye ndo mtu pekee ambaye anafahamu ni kitu gani ambacho alikuwa akakifanya usiku ule. Joji anamtuma Beni kwenda kuikamata familia ya Benzi na kwenda kuitesa mpaka pale ambapo kili makosa yao na kusaini karatasi, kwani George alikuwa akapanga kuwauzia kesi ya kwamba mtaalamu wetu Benz alikuwa akamwangamiza kijana wake Pavi. Sababu kubwa ni kwamba kijana yule alikuwa sio kijana wake wa damu, bali alikuwa ni kijana wake wa kufikia. Du bwana, taarifa zikaenea ndani ya taifa zima juu ya baba ambaye alikuwa akamwangamiza kijana wake wa kufikia. Lakini Beni naye akaifanya na kazi yake vyema ya kutembeza kichapo kwa mama pamoja na binti yake, mpaka pale ambapo atakapokubali kusaini karatasi zenye ushahidi wa uongo. George leo anafanikiwa kukutana na Benz na kumweleza kwamba mimi ni askari ambaye nipo ndani ya hii sekta kwa zaidi ya miaka thelathini na sita na nimekuwa nikifanya kazi ya kuwauzia watu kesi pasina kuweza kukamatwa wala kuweza kuharibiwa sifa yangu, na hivi sasa nimebakiza siku mbili tu niweze kustafu kazi ya askari polisi pamoja na medali ya heshima kuweza kupatiwa. Sasa ukiendelea kuleta fujo, huenda kesi yako ikaniaribia ya sifa zangu, na mimi sipo tayari kabisa kuliruhusu hilo jambo. George anaamua kumna Benzi na kumpeleka ndani ya kituo cha polisi, lakini pia Mwamba leo anashuhudia hakuweza kumwona mke wake pamoja na binti yake wakiwa wapo hoo, wameweza kulewa na damu baada ya kutembezewa kichapo pamoja na Beni. Benzi anapelekwa mahakamani kusomewa mashtaka, lakini akim, baada ya kumwona mshikaji, akasema ya kwamba nendeni kwanza mkamtibie, na baada ya majeraha yake kuweza kupona basi mrudisheni mahakamani ili tuweze kumsomea tena kesi yake huko. Benzi akiwa yupo mahakamani na familia yake wakilia kwa hiki kibaya ambacho kilikuwa kimwakuta bwana, upande wa pili George leo anapewa medali ya heshima kwa kuweza kustafu salama kabisa anakuweza kulitumikia taifa lake vyema pasi na kujua ya kwamba huyo jamaa alikuwa ni nyoka hatari sana, ambaye alikuwa anawapatia kesi wananchi pasi na kuwa hata na huruma. George leo anamweleza Beni ya kwamba ninahitaji niweze kukulithisha hiki cheo changu na kuwa mkuu ndani ya hiki kituo cha polisi, lakini kabla ya hapo anamweleza inabidi ushirikiane wewe pamoja na vijana wangu kufanya kazi ya kumwangamiza Benzi. Beni kwa kuwa alikuwa na uchu wa madaraka akakubali. Leo wakati wa jioni, bwana, zinaingia sura za maskari polisi kutoka katika mji mwingine. Beni akafanya kazi ya kuweza kuzima CCTV kamera zote na kuweza kuwapeleka hawa washikaji ndichi. Baada ya kufika huku, anamtambia Benzi na kumweleza kila kitu cha kikatili ambacho alikuwa efanyia kijana wake mpaka kuweza kumwangamiza Benzi. Kutokana na asira ambazo alizokuwa nazo, alitembeza kichapo cha mbwa mwizi kwa maskari polisi wote ndani ya hiki kituo, lakini pia anavunjavunja Beni ambaye yeye ndio alikuwa anatumiwa sana na mshikaji wetu, alikuwa anatambulika kwa jina la Joji. Lakini huko upande wa pili nyumbani, ambapo ilikuwa inapatikana familia ya Benzi, anafika Joji na kuanza kutembeza kichapo kwa mke pamoja na mtoto. Lengo kubwa ni kuhitaji kuangamiza, kwani alikuwa anatamani kuiangamiza familia nzima ili yeye awezek kisalama. Lakini huko upande wa pili Benzi safari inampeleka mpaka nyumbani kwa Joji na kwenda kukutana na binti yake, kisha anampigia simu mtaalamu wetu Joji na kumweleza ninakupatia dakika kadhaa, endapo sipofika ndani ya hili eneo, basi ninakwenda kumfanya vibaya huyu binti yako anayetambulika kwa jina la Mary. Joji anafika mbio mbio, e bwana mbio, anakuweza kukutana na mtaalamu wetu Benzi. E bwana, mkono ukatembea baina ya watu hawa wawili. Benzi anamaliza Joji, huko binti yake akiwa anashuhudia bimdada kimtindo. Alifurahi kwani huyu baba siku zote alikuwa anampatia mateso na wala hakuna upendo wowote ambao alikuwa anaupata. Mwili wa Pavi unaletwa kutoka milimani na kuweza kufanyiwa ibada ya mwisho. Bimdada Meri anapata nafasi ya kukutana na mpenzi wake kwa mara ya mwisho, lakini kwa sasa alikuwa akafunikwa ndani ya nguo nyeupe bwana. Familia nzima walilia kwa uchungu mkubwa. Jamii ya watu wote ndani ya hili eneo hakika walisikitika kwa hiki ambacho kilikuwa kimetokea. Benzi leo anapelekwa ndani ya mahakama. Waandishi wa a habari wanamuuliza, ni kweli ulifanya kazi ya kumwangamiza kijana wako Pavi? Benzi anajibu na kusema ya kwa kwamba yeye hajamwangamiza Pavi, bali amefanya kazi ya kumwangamiza askari polisi ambaye alikuwa akamwangamiza kijana wake. Mshikaji anaenda mahakamani kifua mbele, huku pembeni yake akiwepo mke wake pamoja na binti yake ikiwemo pia Mary mtoto wa askari polisi mlalushu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Joji. Binti huyu kwa sasa alikuwa ameamua kuungana na familia ya Benz na kuanzisha maisha mengine. Bwana, hii ni moja kati ya hadithi ambayo inagusa mambo ambayo huwa yanatokea mara kwa mara ndani ya taifa la India, kwani inasemekana ya kwamba kesi nyingi ambazo huwa zinatokea ni watu ambao huwa wanabambikiziwa kesi ambazo huwa siyo za kwao. Bwana, hapa ndio tunafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umeenjoy video hii ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyoka na kupoa kama hivi kila siku.